Kukutana kwetu hapa ni kukumbushana na kuangalia changamoto mbalimbali mbali ambazo tunazipitia ambapo na sisi kama Jeshi la Polisi tunaofanya kazi na nyinyi kila siku tumeziona tuone namna bora ya kuzitatua. Nyinyi madereva wa magari haya ya watalii, nyinyi ni watu wa thamani sana, nyinyi ni watu wa muhimu sana kwenye nchi yetu napofanya kazi zenu, mjue nafasi yenu iliyokuwa kubwa kwenye nchi yetu, kwenye kuitangaza nchi yetu, kwenye kuwafanya wageni wetu waone usalama tuliokuwa nao hapa kwetu kwenye barabara zetu. Na suala hili la usalama linawafanya wao kuwa mabalozi kwa wengine na kuambiana uzuri sfr unaotolewa pale Arusha tunapokwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii vilivyomo Tanzania. Tuzingatie uendeshaji wa kufuata sheria na kanuni, tutaondokana na ajali za hapa na pale zisizo za msingi, kwa kufuata sheria, kwa kukosoana kuelimishana ufahamishana. Semina hii ya leo ambayo imekuja rasmi kwa kundi kubwa la waongoza watalii Tanzania, kuanzia asubuhi tumekuwa na waongoza watalii tagri, takriban 800 na faida kubwa ambayo tumeiona kwenye yayo mafunzo ni kwamba tumekumbushwa wajibu wetu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani lakini la pili, tumekumbushwa kwamba tunapaswa tuna kutii kanuni zote za barabara ambazo zimewekwa barabarani kama alama zinazoonyesha kwamba hapa unapaswa kupita na hapa upaswi kupita, lakini na kuzingatia mwendo ambao ni wa kawaida ambao hauwezi hau, kusababisha ajali. Nimepata mafunzo mazuri sana kutoka kwa traffic wetu waliokuja kutufundisha hapa hasa kwa kuendesha gari kwa kujihami. Usiendeshe gari kwa sifa kushindana na magari. Sasa hivi magari yamekuja spidi aina tofauti tofauti. Vijana wanapenda sana kimbia na magari, lakini si vizuri, kwa sababu sasa tuendeshe kwa kujihami. Kujihami kunasaidia kujenga sifa ya nchi yetu kwa hiyo ukiendesha kwa, kwa utaratibu, na mgeni atasikia uko amani, kwa sababu kitoka kule ana stress zake, anataka kuja kutuliza stress zake hapa. Hasa ukimpatisha stress nyingine, unafika kwenye hoteli anakwambia, badilishie dereva, simhitaji dereva huyu, maanake umesha fanya makosa tayari. Kwa hiyo hiyo tumejifunza kwamba tuendeshe kwa kufuata nini, utaratibu wa barabara zinavyotuongoza na jinsi viongozi wetu wanavyotuongoza.